Mwanamke yeyote ambaye atakayeomba talaka bila sababu ya kisheria, mume wake hajawahi kumkosea, anamlisha kila kitu, anampa kila kitu, sawa sawa, haki yake kitandani, kila kitu anapata, akaamua tu, bwana, mimi nataka talaka yangu, na hana sababu eh, huyu, harufu ya pepo ni haramu kwake yeye. Unajua, kuna baadhi ya wanawake wana hila, na Mungu anawajua vizuri. Kuna baadhi ya wanawake anaolewa kwa sababu eh, anataka tu apate mtoto, na huyu mwanamme mtoto mmoja kisha amwambie lipe talaka yangu. Ndio unaona ma single mothers wamejaa hapa nje, ndugu zangu. Anataka mtoto mmoja ambaye atamlinda yeye, ambaye atakuja kuirithi mali yake. Akishazaa naye anamuona huyu mwanamume ni takataka, anataka kuomba talaka. Iruhusiwi na kuna wengine ashamuona mume mwingine kule nje, ambaye labda ni bora kwa kila kitu kuliko mume wake huyu ambaye yuko naye, labda ana mali, labda ni mzuri uso wake. Sasa anaanza kufanya baadhi ya hila ili mume wake amwache aende akaolewe na yule, basi apate kujua huyu mwanamke hatoonja harufu ya pepo, kwa sababu Uislamu umekuja kulinda ndoa, sikuivunja ndoa. Lakini kuna zile sababu ambazo inahalalisha mwanamke kuomba talaka yake na hatoandikiwa dhambi. Ya kwanza, ikiwa mwanamme atashindwa kuchukua majukumu yake pale nyumbani. Mwanamme anashindwa kulipa renti ya nyumba, anashindwa kuleta chakula, anashindwa kusimamia mambo ya majukumu yake. Sasa anataka mwanamke anataka anataka mwanamke akafanya nini? Sababu nyingine, mwanaume ameshindwa kuchukua majukumu yake ya kumtosheleza huyu mwanamke kimwili. Kuna baadhi ya wanaume goigoi, ndugu zangu, hawawezi kazi <laughs> Nyingine, ndugu yangu, kwa wale vijana ambao wana tabia hii, ukimpiga mke wako hata kama ni mara moja, anaruhusiwa kuomba talaka yake. Leo kuna baadhi ya vijana hapa wanawapiga wake zao makatauti Mangumi, anamtoa jino. Hairuhusiwi ndugu zangu, hii hii ni haramu. Wewe leo unampiga, mtume anasema unampiga mke wako mchana eh, alafu ikifika jio unamwambia njo tustarehe kitandani, hata haya una ndugu yangu eh? Ndo unaona ndugu zangu, kuna baadhi ya watu wanawapiga wake zao, ukimwambia anakuambia kuna aya ndani ya Qur'an, Mwenyezi Mungu anasema wadhribuhun, wapigeni wanawake hao hii waziri buhun, Abdullahi bin Omar anasema ni kumpiga kwa, kwa, kwa kijiti ya mswaki, kijiti kama hii utamuumiza kweli? Ni kuonesha uchungu wako tu, kwamba wewe bwana wewe. Basi nyingine, ambaye mwanamke anaweza akaomba talaka, labda nimalizie ni hapa, ni mwanamme ambaye ni mlevi, analewa, mwanamme ambaye anatumia drugs, mwanamme ambaye ni tayari kuswala, mwanamme ambaye anatumia vitu vya kichawi. Utaishi vipi na mwanamme ambaye ni tayari kuswala? Mtu asiye swali hawezi kuwa mume wako wewe.